Vita ya katuni nimesemaje? Mkiangalia katuni ambazo watoto wetu wanaangalia, zamani kabisa, ni natolea mfano wa mzee wangu hapa, wao zile katuni za zamani za black and white za wakati ule, ukiangalia spidi yake zile katuni hazikuwa na spidi kubwa ya matukio zinaenda kidogo. Za sasa hivi ni, ni tukio linafanyika fasta. Mkiangalia miziki, vijana ambao wanaangalia miziki hasa ya Kimarekani hiyo hip hop na nini R&B, ukiangalia ile video ile video li, ya mziki ilivyotengenezwa hawajakosea ha waliotengeneza, wanajua psychology, ni watu wataalamu, wana akili nyingi sana. Mkiangalia ile miziki video inakaa sekunde mbili tatu imechenji, yaani kabla akili yako haijakapcha kwamba ni kitu gani, imechenji haraka, ikichenji inaenda kwenye kitu kingine, inarudi kwenye kitu kingine, unakuta wako hapo, inaenda haraka mpaka kalas. Nirudi kwenye katuni, rangi za katuni zimepangwa kimkakati ili kuharibu ubongo wa mtoto wako. Sasa wengine ambao wako bize, katuni ndio wakubembeleza mtoto, kana sumbu, leta simu endelea hapo, mimi nifanye kazi zangu. Kesho amekuwa mkubwa, kuna vitu anafanya vinatisha. Dr. Paul Porto de Melo ni kati ya watu ambao nawaheshimu katika sayansi ya ubongo. Niruhusu nisome hiki kitu direct kwa lugha ya Kimombo alafu nitatafsiri. Anasema hivi uh, this different danzia hapa juu kidogo sababu kuna video yake ndio alikuwa anaielezea this year is a cartoon from the previous generation ya kina wazee wetu hao and the other one is for gen z this different directly affects our children's brain without anyone noticing older cartoons had longer scenes and slower pace so the brain could follow the theory or the story Are we together

what almost no one knows is that this alters the brain's reward system and this is far more serious and has many more consequences than you might imagine when a cartoon changes scenes every two or three seconds the brain releases a microburst of dopamine and the more artificial this stimulation is the less focus

were not slow by accident they were aligned with the natural rhythm of the child's brain as if a parent were telling a story to their child today most cartoon operates with the same dynamic and speed as the short videos you see on social media generating dopaminergic hyperstimulations that makes the brain depend on accelerated movement if everything you have heard so far makes sense and you have already worried about your child take action Hallelujah. Tuende katika lugha yetu. Hapa ni katuni ya kizazi kilichopita na hii hapa ni katuni ya kizazi cha Gen Z. Kama video ilivyokuwa inaonyesha, tofauti hii inaathiri moja kwa moja ubongo wa watoto wetu bila yote kutambua. Katuni za zamani zilikuwa na vipande virefu na mwendo wa taratibu, ili ubongo uweze kufuatilia hadithi. Kinyume chake, katuni za leo zimetengenezwa ili kuteka na kushikilia umakini wa mtoto wako kwa nguvu, kupitia mabadiliko ya haraka sana ya picha rangi angavu mno na kasi iliyoongezwa kupita kiasi. Vichocheo hivi vyenye mwendo ukasi vinatengeneza mazingira ambayo ubongo wa mtoto haujazoea na wala haukuundwa kuyahimili. Kile ambacho karibu hakuna mtoto anayekijua ni kwamba hii inabadilisha mfumo wa tuzo wa ubongo. Nimejaribu nime kutafsiri neno reward system, si niite mfumo wa zawadi na, na mi nimejitahidi jamani <laughs> na na hili jambo zi, ni, ni zito zaidi, lina madhara mengi zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Katuni inapobadili picha kila baada ya sekunde mbili au tatu, ubongo hutoa mlipuko mdogo wa dopamine. Hiyo ndio nilikosa Kiswahili chake kabisa. Na kadri msisimko huu unavyokuwa si wa asili, ndivyo mtoto anavyokuwa na umakini mdogo, uvumilivu mdogo kushindwa kuvumilia hali na kutokuwa na cha kufanya, lower tolerance. Ndio sababu maisha akimshinda, anakunywa sumu. Mke amemsumbua kidogo, talaka. Hawana uvumilivu. Sasa tufanyeje? Amesema tuchukue hatua. Hatua gani? Hatua gani? Wazazi, kabla ya kelele zote, ombea akili ya mtoto Nimesema ombea akili ya nani? Ya mtoto. Anza kumtoa kwenye hivyo vikatuni taratibu. Shetani anachofanya kingine ni nini? Mungu atusaidie, ni kutufanya tuwe bize kiasi kwamba hatupati muda wa kucheza na watoto wetu. Uko bize, uko bize, hakuna ule muda. Siku chache ambazo nimebatika kubaki nyumbani kuna saa mpaka nasema: hey, Mungu nisaidi haka kadogo. Kuna saa kanakuja, kanakwambia: baba njoo, tucheze huku. Akili nakwambia mi pasta mzima kweli! <laughs> na unakuta ukicheza nako kanafurahi, siku yake imeenda vizuri kabisa. Wameumbwa hivyo. Tuanze kuwatoa watoto wetu kwenye katuni. Kuna katuni moja ya kishetani kabisa inaitwa Labubu, mpaka wanauza vinani vyake huko I soko ni kubwa ukiamua kuuza zile hivyo vidoli vi, vi, vi, vi, vi, vi hivyo, unapata pesa, maana vinaenda haraka. Unajiuliza, labubu ana nini? Kila mmoja anamtaka, lakini ni, ni liroho la kishetani liko huko zamani. Angalieni tomwe njeri mm -hmm. sina muda wa kuongea hayo yote leo. Tuanze kuwaombea watoto wetu. Shetani anashambulia watoto wetu Tuanze kujitathmini katika familia zetu. Nimefanya sehemu yangu kama mzazi? Kanisa langu la Kiadventista, kati ya kazi kubwa ambayo inafanya sasa hivi ni kujaribu kutengeneza katuni zenye maudhui ya Kikristo, lakini ambazo zimedhibitiwa. Ni jambo zuri, ila swali la kujiuliza, itadumu hadi lini? Mimi ninawaza, ni mawazo yangu Kama ingekuwa mamlaka yangu tungerudi kwenye picture eh? Mi nimefundishwa kupitia Bible Story volume 1 volume 2, sio volume ngapi. Hii kizazi sasa hivi ukipatia hizo <coughs> awasome. Mwisho kabisa, ili tuingie kwenye maombi, kwa vile nyinyi ni Mungu amewapa neema ya kujua lugha, nendeni mkaangalie madhara ya juisi za viwandani kwa ubongo wa mtoto. Usimpe mtoto wako hicho kitu, ni target ya shetani kabisa. Mfundishe mtoto wako kula vyakula vya afya akiwa mdogo. Hizo nduma ambazo mnadharau mkiona kwamba ni za watu ambao eh, zina nguvu kuliko mkate unaompa mtoto zina nguvu eh. Kuna kimoja nataka kusema, nataka sijui, niseme sijui niache chapati